Na mambo mbili tatu. Kumbuka umesikia ni, ni, nikiongelelea mambo ya shule shule ni, uh, pale nikisema mambo ya director. Leo nataka tuongelee saa hii, watoto wako manyumbani, na mkumbuke bado tulikuwa na wakati kama huyu tena last year, mujue, ndio muweze kujua siku zinasonga tulikuwa wakati kama huu tena, Wanjiko, wakuambia kuambia watoto, tu hapa e, ni tukiwaambia watoto wamefunga shule sasa, wamekuja miezi ngapi? Mbili, mko nao saa hii. Mutafungua mdomo, ikifunguka ifunguke tena, mata itoke iishe kwa mdomo, muongezea maji iishe tena, sababu mtaongea ili mkaweza kujua ya kwamba, Wanjiko, kuna kazi walimu huwa wanafanya. Wanjiku sahi ukitembea kwa hii barabara utauzunika. Wanjiku ukitembea director wetu kwa hii barabara, mimi mungu tu aturumie hii na Kanairo. Mungu aturumie hii Kanairo, mambo yale ambayo yanafanywa na watoto wetu wale ambao wamefunga shule. Nataka niulize hivi, Nyaka, unaweza kuongelesha mtoto? mtoto akuangalie tu hivi akuambie neno wewe, enatawenakushaaa Nyaga. Kweli wewe si mtoto kweli, si mtoto wako Nyaga, kweli si mtoto wako, ni mtoto umekutana na yejirani, mm. na yeye jirani umekuta huyu mtoto akifanya vyenye akustahili Nyaga, mm. hapo kunaendagaje, Nyaga? Unajua, kuna mtu niliona akiuliza maswali kwa mtandao akiuliza Je, katikati hao watu wawili ni nani mwenye makosa? Kulikuwa hivi, kulikuwa na roli ilikuwa kwa barabara inakimbia Roli sababu ya mbam. Kumbe naomba vija, vijana tudogo tumeenda tumekaa pale kwa roli tunadandandianga kutoka kwa mbambu hii kwenda kwa ile nyingine, halo tuna kwa bambu hii sababu imekuja si roo hi, tunashikilia hiyo gari inakimbia tena, kwababu ile ingine ina slow down. Wajiko ilikuwa ilikuwa hivi, watoto walikuwa akak, walikuja wakashikilia wakashikiria. Nikwambie, ukiona watu kwa barabara wanakuanga na mambo mingi kwa barabara, kwa mawazo yao, akiwa kwa barabara sababu amechelewa kupeleka mzigo Customer anamuitisha na anarakishwa na bosi wake kabisa. Kwa hivyo maakili yake iko wapi? Iko huko pia. Tafika troli ilikuja polepole kwa bambo ya kwanza ikafanya nini, wakadadia wakadadia. Kumbe bahati mbaya hiyo babu nyingine ya pili haikuwa kubwa sana, kwa hivyo dereva akuona vizuri, kuiona vizuri sababu aliangalia mbe, mbe mbele Mko moja, kwa hivyo alienda. h wale watoto sababu hawana stamina ya kujishikilia vizuri pale, wote wawili walikuwa chini wakaanguka, mmoja akafujika mkono, mwingine alienda kwa baba. Sasa mmoja ako hospitali na mwingine ameenda kwa baba, katikati ya mzazi mtoto na dereva, nani mwenye makosa? Director wetu, niambia hapo. Dereva ni ye ako. Ako na makosa ni mtoto ako na makosa ama ni mzazi wajiko? ni mzazi wajiko. Najua watoto wetu sai wamefunga shule na mtaona mambo hatini mzazi <coughs> we, mzazi mzazi ni ni, ni ni mzazi ako na makosa ama ni mtoto? Ati naona direct direct, anasema ni dereva <laughs> dereva alikuwa na makosa gani? Na yeye anaendesha gari yake vile anaendeshanga, hata kama kuona ile mbambo ilikuwa pale mbele, lakini ni akili iko mbele ya kupelekea kastoma mahali, hata ya ifikie mtoto kwenda kudadia gari. Mzazi ni yako na makosa. Mimi naona watoto ati saa 2 mtoto wako ije. Mtoto anafanya nini ije saa 2? Saa 2 ya usiku. Hmm. Ya usiku. Mtoto anafanya nini ije? Acha saa 2, saa moja. Mtoto anafanya nini ije saa moja? Wewe ukiwa mzazi hujamtuma. Kwa njiko na wanafanya makosa ingine, niliona na hapa mahali kunaitwa kona. Kwa hiyo mama mtazamaji wetu, unajua mahali kunaitwa kona. Mimi nilikuwa naenda shughuli zangu za kazi. Katoto mama yao anakaa pale juu kwa balcony pale kona kwa balkon anatuma mtoto across barabara aende anunue mandasi pale kwa mtu wingine, anapika mandasi pale. Kwa bahati mbaya, bahati mbaya, kuna pikipiki zimekuja zinatumia power, zinakuja uh -huh. eh? la power. Sasa tulikuwa na katoto pande hii moja wajiku, mimi nilikuwa nataka kupita kana nipisha lakini, sasa kuna watu wengine walikuwa na simu kutoka baada hiyo, nilikuwa naingia sasa. Tukasimama na katoto kangu, nikivingilia mtoto, atasubiri kidogo tu. Mtoto chwa pikipiki ile nayo ya pawa, unajua ya kwamba ile imekuja, ukiekelea mguu tu hivi, wajiko inachomoka. E, si the same mguu, kuna hapa steering, ukishika tu hivi steering inachomoka. Sasa kama mtoto kangu kalichomoka Kuchomoka kumbe nayo pikipiki ile ya pawa ndio yeah, hii mce, nayo so mtu wa pikipiki piki alikuwa amesaka nyanga ile nini yake, kumbe mtoto naye ndio kule kwa hivyo alikanyanga mbule kutoka hapa mpaka pale, akaenda akagonga kale katoto na akakalalia yeye, yeah, akarushwa kule sababu ya ile mbule kimaje alikamekata. Uh, sasa mtu mwingine na ni mtoto mtu, unaona ako na akili yake, mtu unaona ako na akili yake hivi e, e, e, mwanaume mzima anakuja aka shika ile pikipiki piki ya wenyewe <laughs> mzea mwenyewe mwenye pikipiki amelara huko aya e, mtoto na yeye analaliwa na pikipiki piki hii. tuliinua mtoto mbati mzuri akaumia sana, aliumia mkono na na akapelekwa pale hospitali na itakuwa Saint Patrick. Sasa yule mtu wa pikipiki mahali alikunja kujisikilia, aliona alipata pikipiki piki yake inawekwa pale wapi pale pili, aliinuka hivi, mwanaume alitoka from nowhere, alikuja akampiga kopi hapa. Kwa nini akamuuliza katikati yako na mtoto, nani alikuwa na akili? Hata wewe niambie, director wetu, huyo mwanaume aliniuma, sababu katikati ya hao watu wawili kuna mmoja mwenye hana akili alikuwa juu ya balkon kabisa, alikuwa juu ya balkon. Huyo mtoto mama yake alishuka, anataka kuniulia mtoto wangu, akakuja akachukua mtoto akapeleka hospitali. Kijana na yeye sababu ya watu wengi, alikuja akafunga pikipiki yake na akapweta nani, lakini mwanaume huyu alikuwa ameanza kusema hii pikipiki piki, tunafaa kuimaliza haro. Tunafaa, tutafaa kufanya nini kuimaliza? Ni nani alikuwa na makosa hapo? Ni mzazi, mzazi. Saa hii unatuma mtoto, wewe unakaa tu, unakaa tu kwa kiti kwa simu, unatuma mtoto ati aende maziwa, unakaa tu chini. Ni saa Ati unatuma mtoto aendee kitu kwa duka kwa, kwa nini kwa, mbona unafanya, kwani unafanya nini eh? Eh. Wazazi tunakosea, na huyo mtoto shule anakuanga ametulia vizuri. Sa iyo mtoto, akikuja, sa iyo mtoto akikuja, unamutukana matusi kubwa kubwa, naye huyo mtoto iyo matusi unamutukana akitoka pale ije ataongeleshwa na mzazi mwingine siyo wewe, atatukana tu huyo mzazi tu hiyo yeah. Majina kwa hivyo jameni ile tulikuwa tunawaomba, saa hii watoto wako nyumbani, please take ata, ata, care ata, of ata, your child. Nikwambie, Nyaga, unaona huyo mzazi huyo, hmm. Mzazi mwenye kusimama kwa balcony, wacha kwanza mtoto wake afanye makosa, umguze tu hivi hata kutukana ile matusi kubwa kubwa. Mimi hata nilifurahishwa <coughs> na wamama walikuwa hapo wakisema huyu, ah, mama anakuanga, anakuanga don't care, ajaliangi hata wakati yako pale